Na madada wana, madada wanapenda sana kujiweka mbele katika vitu vizuri vizuri, wanalindwa na ile slogan ya ladies first, wanalindwa, wana nayo. Wengine wanalalamikaga huu, mimi naenda na kwenye harusi za wenzangu tu nacheza kwaito mpaka visigino vinaota sugu na nini, kumbe ndoa wanazichezea wenye. Ujue Mungu anaangaishwa na maombi mengi. Kuna watu wagonjwa wanamwomba Mungu. Eh, kuna watu hawana hela maskini wanamuomba Mungu. Kuna watu walemavu wanamuomba Mungu, eti hadi wachezaji wa, wa mpira wale nao wanamuomba Mungu wapate ushindi. Wewe dada, tena Mungu anakupa riziki, yaani kilainilaini tu anakupa riziki, unaipiga teke. Unaipiga teke kwa namna gani? Iko hivi, umepanda kwenye daladala umebahatika umekaa na kaka mzuri kama Maufundi the funny man hmm, sifa <laughs> jipe mwenyewe, umekaa na kaka mzuri kama Maufundi the funny man, kuanzia kipindi maskariya kobe mpui, imeenda mkasimanila mpaka mpanda janja la kutafuta jinga la kutumia uweze kuita hayo niite minyama uzembe, umekaa naye pale mona. Sasa kinachotokea pale, una kwa, kwa madoido na mapozi unatoa earphone unaweka masikioni, unaweka mziki mkubwa kiasi cha kuhatarisha usalama masikio yako, eti kisa tu asikuongeleshe. Hapo umepishana na mume, naambia ukweli tu, I'm telling you my friend. Tu, I'm telling you, hapo umepishana na mume. Haya, hatua nyingine, umebeba handbag kubwa, umeenda kwa mtu wako umefika mmefanya mambo mengine yote, wakati wa kuondoka, eti enbegi kubwa, afu unamwomba nauli. Hapo umepishana na mume, umepishana na, na mume na kabisa. Nyingine unaenda kwa mtu wako, prison break ya kwanza, prison break ya kwanza. Umefika unamwambia njaa na niuma, wakati haya, anapiga hesabu ya, ya kukupa hela U, u, u, u, utengeneze chakula pale nyumbani wewe, unamwambia nataka chipsi kuku, hapo umepishana na mume kabisa, completely ndio. Uko ongea Kiingereza, kuna watu wengine hawajui Kiingereza, wakija hapa wataongea Kiingereza hawajui Kiingereza, wakija hapa ataongea Kiingereza. Kwa hiyo najaribu kwenda kwenda nao, sawa hivi, completely absolutely yes. sasa kuna, kuna siku nimekaa maskani niko na washikaji zangu tunapiga piga stori, mara kwenye simu yangu bwi bwi bwi bwi. Message. Ah, naangalia message baba bwana, baba bwana anasemaje? Nafungua message, njoo nyumbani nishaivisha mboga, njoo usonge ugali. Sasa mimi nikajibu haraka haraka tu poa, lakini sasa kule sikuangalia baba amemfikia oa. nimefika nyumbani, nimekuta baba anatoa nguo zangu na vitu vyangu vingine vingine, nikajua anamsaidia kufanya usafi. Hatari, hatari sana, hatari.